Matembezi ya amani yaliyofanywa na vijana wa TK Movement ikiwa na maana ya taifa letu kesho yetu, yaliyofanyika kuanzia viunga vya mahakama ya halmashauri ya mji Nanyamba mpaka kwenye ukumbi wa shule ya sekondari ya Nanyamba mkoani Mtwara, matembezi yaliyosindikiza hafla kubwa iliyofanywa na vijana hao wa TK Movement, vijana waliobeba maono chanya kwenye mabega yao kwa ajili ya taifa la Tanzania.

Lengo la hafla hiyo ni kuhakikisha watu hasa vijana wanashiriki kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Wanafunzi wa shule ya sekondari Dinyecha, shule iliyopambaniwa na Mheshimiwa Chikota nao hawakuwa nyuma. Walikaa mstari wa mbele kama askari waliomng'oa Idi Amin Nduli Dada pale Uganda. Nikukumbushe kuwa hafla hii ilipewa nguvu kwa kiasi kikubwa na mbunge wa jimbo la Nanyamba Mheshimiwa Abdallah Dadi Chikota. Faida Online TV watu wa field tumeshiriki kinaga ubaga harakati zote kwenye hafla hiyo iliyofanyika siku ya Aprili 19 2025, na kuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Kama hutojali, naomba usubscribe YouTube channel yetu, kisha ubonyeze alama ya kengele iliyoendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Akiongea kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Mtwara, ambaye alitakiwa kuwa mgeni rasmi, Tito Chorobi amewapongeza TK Movement kwa kulisemea na kulitetea taifa la Tanzania. Mimi ninatambua mkuu wa wilaya ya Mtwara anawakubali, anawakubali tena watu wa TK, kama vilimoa wanafsi Kanali Patrick Sawala anawakubali, mpaka tunaona uy anawakubali kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kulitetea taifa, kulisemea taifa, kulisemea nchi, kutembea kwenye mvua na jua, kwa kisha nchi yetu inaendelea kuwa salama. Kwa hiyo tunatumia salamu za serikali kwa ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, wanawakubali, wanawapenda, wana yaani wana wanatamani kuwa na nini popote

Katika changamoto tulionayo kama taifa ni watu kukosa uzalendo. Sasa watu wa kike ila kwanza nalofundisha ni kutufundisha uzalendo, kuipenda nchi yetu. Yes. Mimi nataka niwape mfano. Tanzania tulionayo haina mbadala, Tanzania tulionayo haina, na kuna watu wanafanya mzaa na ujue wale wanaofanya mzaa wana option. pe najua mbadala kiaa wanafanya mzaa nchi na amani ya nchi ana mbadala. Waswahili wanasema ukikuta panya anarukaruka namna na hii mbele ya paka, shimo liko karibu. Kwa hiyo amani tuliyonayo a hii nchi ni sawasawa na maji, hayana mbadala. Leo tumekuwa na tukio kubwa hapa halmashauri ya Nanyamba mji, na lengo la tukio hili tumelipa jina la Vijana na Samia, shiriki uchaguzi 2025 lengo kubwa ni kuhamasisha vijana waweze kushiriki uchaguzi lakini pia kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuweza kutuongoza tena kwa miaka mitano inayokuja, kwani tuna imani naye na mambo anayoyafanya yanaonekana. Hivyo sisi kama TK Movement tumeandaa jambo hili kwa kushirikiana na viongozi wa TK Movement wilaya ya Nanyamba, ili kuwashawishi wanajamii vijana, wazee, kinamama kwanza waelewe umuhimu wa kushiriki uchaguzi, lakini pia wajitokeze kwa wingi, na si kujitokeza tu, lakini kazi yetu kubwa ni moja, kuhakikisha tunamchagua kwa hatua kubwa na kwa kishindo Daktari Samia Suluhu Hassan ili atuongoze kama rais wetu kwa miaka mingine ijayo. Kwa hiyo hiyo ndio lengo la tukio letu. Ninachoweza kuambia vijana wanamtwala na, na Watanzania wote kwa ujumla tunapoelekea kwenye uchaguzi, vijana kwanza tusiwe sehemu ya fujo au uchochevu wa vurugu kuelekea uchaguzi, lakini jambo la pili tuhakikishe amani yetu italindwa pale ambapo tutamchagua daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ameilinda amani ya Tanzania kwa miaka mitano, hivyo tunaamini miaka mitano inayokuja anao uwezo wa kuilinda amani vilevile. Lengo la kufanya uzinduzi huu ni kuhamasisha vijana washiriki uchaguzi lakini waweze kujua misingi mikuu ya TK Movement, kama vile uzalendo, taifa na kujitolea, lakini kwenye jimbo letu la Nanyamba kura zao za ndio ziende kwa Mheshimiwa wa Chikota. Tumefata ete, tumefata tena, kwa sababu tumepata ama atagombea tena tunamuombea mitano tena support. Mfanyishaji wa shughuli hii kwa asilimia mia, ametupa mchele, ametupa mafuta, ametupa pesa taslimu, mgeni si rasmi, namezungumza swala la amani. Maanake sisi kama vijana tunapinga ile ya kwamba no uchaguzi ya bila, bila, mabadiliko hakuna uchaguzi. Sisi kama vijana tuna kesho zetu nyingi sana, maanake wale walioleta ule mfumo wanakimbia kesho, wanaenda mchi zingine. Sisi kama vijana bado tutaendelea kubaki hapa mchini, tutavunjwa miguu, tutapoteza viungo, maanake sisi tunalipinga hilo. Sisi kama vijana, jukumu letu ni kupiga kura, haijalishi weo nasusa. Sisi kama vijana wazalendo, na sisi tunazungumza wazalendo kula kupigwa ni lazima, lazima tushiriki uchaguzi kama vijana. Umuhimu wa kufanya uchaguzi kwa amani, cha kwanza, inasaidia katika taifa letu sisi wenyewe. Taifa likiwa lina amani, hata uchumi pia unaongezeka, lakini namna ambavyo tunafanya uchaguzi usiokuwa na amani katika nchi yetu, pia kwa sababu ya machafuko uchumi pia unapungua, uzalishaji watu kwa sababu wa kuogopa ile machafuko, uzalishaji unapungua. Kwa hiyo uchaguzi wenye amani unaongeza hata uchumi wa nchi yetu kukua. Nam mtazamaji wa Faida Online TV, kazi iliyonipeleka na Nyamba nimeitamatisha vyema. Hakika sina deni na TK Movement. Tukutane wakati mwingine. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na ku chaneli hii, endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri kwa sasa <tune>